Wote wa jiji la Mbeya ni marufuku kukaa chini. Lakini la pili, mkurugenzi, nalokupongeza ni pamoja na kuhakikisha wafanyabiashara wa Mbeya wanalipa kodi ya leseni, wanahuisha leseni zao na matokeo yake wanayaona kwa vitendo. Niutumie fursa hii kuwaomba wafanya biashara wa Mbeya tuendelee kukata leseni zetu kwa wakati, kuhuisha leseni zetu kwa wakati na kile mnachochangia serikali kwa kulipia kwenye leseni ndiyo matokeo yetu haya, watoto wetu wanaenda kusoma bila bughudha, kwa utaratibu mzuri. au madawati ya miaoni, jamani, madawati oye. Oye. Bea, oye. Oye. Kijazi oye, oye. Pili, leo tutakabidhi madawati kwenye shule za msingi elfu moja ikiwa ni mpango wa ku Uh, kukabidhi madawati elfu mbili mia mbili na ishirini na mbili kwa shule za msingi kumi uh, na tano. Kuna mtu atakaa chini hapo? Hapana. Kwa sekondari leo tutakabidhi mia tano ishirini na sita na tunaenda kuhakikisha maandalizi ya ya ya kupokea wanafunzi kwa ajili ya kidato cha kwanza yanaanza, na wote watakuta viti na meza madarasani kwao. Mbeya Oye. Oye. Haya ni matunda mazuri ya utekelezaji wa ilani iliyofanywa na serikali ya awamu ya sita. Na nitumie fursa hii kuendelea kuwataka na kuwaomba, eh, tuiunge tui mkono. Moja, kwa nini tuiunge mkono au nini ufanye kuunga mkono ni kuhakikisha sisi wazazi tunazungumza na watoto wetu watunze vifaa hivi. <laughs> Wazazi wewe Nimeona niliseme kwa msisitizo hili na kuwaomba wanafunzi, wewe ninyi mna kazi ngapi? Ya kwanza Tukawa! ya pili kutunza vifaa hivi tunavyowapa. Katika halmashauri yetu ya jiji la Mbeya, tumejiwekea lengo kukamilisha miundombinu ya shule zetu za msingi na sekondari kwa hiyo leo tunaanza kwa kukabidhi madawati elfu moja madawati, viti na meza za kuandikia. Sisi tumejiwekea lengo letu, hatutaki watoto wakae chini, tunataka kila mtoto awe na dawati lake, kiti chake na meza yake. Ile tabia ya mzazi anaambiwa atengeneze dawati la mtoto atengeneze meza na kiti ndio aje shule, hiyo sisi kwa jiji tumeikataa. Kwa hiyo mapato tunayoyakusanya katika halmashauri yetu ya jiji tumeweka kipaumbele katika miundombinu ya shule zetu za msingi na sekondari. Na hivi tu, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, hatuna mtoto anayekaa chini, watoto wote wana madawati na hatujamaliza bado. Tumejiwekea mwaka huu wa fedha, kila mtoto atakuwa na kiti chake na meza yake na dawati lake. Kwenye miundombinu ya ujenzi, kwenye miundombinu ya ujenzi tunaendelea vizuri na kwa mwaka huu wa fedha pia tumekubaliana tu tumekamilisha ujenzi wa madarasa utengenezaji wa madawati. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, katika kipengele hiki tumefanikiwa kupeleka shilingi milioni mia moja na thelathini kwenye utengenezaji wa viti na meza kwa shule za sekondari. Viti na meza mia tano sabini na sita vimetengenezwa, lakini madawati elfu mbili mia mbili na ishirini na mbili yametengenezwa na hapa, madawati yaliyoko ni kama madawati elfu moja ambayo utayakabidhi na mengine yatakabidhiwa yakiwa katika eneo la matengenezo. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, hili haya yote ambayo nimeyasema hapa ni utekelezaji wa maagizo ya serikali, na niwaombe wananchi waelewe kwamba jiji lao pamoja na maelekezo ya serikali na mheshimiwa rais ni kwamba fedha tunazozikusanya tuhakikishe kwamba asilimia sabini ya fedha zile zinakwenda kutekeleza miradi mbalimbali ya maendeleo kama hii ambayo mheshimiwa mkuu wa mkoa utakabidhi madawati sehemu hii.